Usikum wa nafsi bitakwa llahi taala wa taatih. Ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wataala akumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na kuhusieni ndugu zangu wapenzi wa tukufu wa Islamu, bila kusahau kuiusia nafsi yangu juu ya kuendelea kumwabudu Allah subhanahu wataala ama maudhuun lyaum sanatahadath haula limtinai lzaujati an ltaa. Ama maudhui yetu ya leo, tutazungumzia vitu ambavyo huenda vikapelekea kumfanya mwanamke asiweze kumtii na kumheshimu mume wake mambo ambayo Yanaweza kupelekea kisheria mke asiweze kumtii na kumheshimu mume wake. Sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala imemlazimisha, imemkalifisha mwanamke mke sheria inamwezi, ina, ina, ina, ina, ina, inamruhusu sasa asiweze kumheshimu mume wake, pamoja kwamba ni wajibu kwake kumheshimu lakini kuna sababu huenda huwa zinapelekea kisheria mke ya sasa akawa hamtii na wala hamuheshimu mume wake. Allah subhanahu wa ta'ala anaripoti katika Qurani kueleza kwamba, ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd, wanaume ndio wasimamizi wenye majukumu ya kusimamia kuwasimamia wanawake kwa sababu Allah amewapa daraja, amewafadhilisha, na ndio Allah akawakalifisha. Wanawake lazima wawaheshimu wanaume, lazima wawasikilize wanaume, lazima wawatii wanaume, ni wajibu kwa wanawake kufanya hivyo. Lakini katika sheria ya Kiislamu kuna mambo hayo yanamwondosha mwanamke katika wajibu wa kumtii mume wake, katika wajibu wa kumheshimu mume wake. Tutaelezea mambo machache matano tu kwa ufupi, ya kisheria ambayo sasa mwanaume hapasi kuheshimiwa ikiwa hayo mambo yatapatikana. Alula khutba inatuambia, laisat kullu halatin rafadha almar'a tuaddu nushuzan. Sio kila wakati mwanamke asipomheshimu mume wake anahesabiwa kwamba ni nashiza, hana adabu, hana heshima. Sio kila wakati, kuna wakati mwingine mwanamke asipomheshimu mume wake anakuwa yuko sawa sawa. hunaka ahdharun tubi'u laha alimtina. Kuna nyudhuru ambazo zinamhalalishia mwanamke kuacha kumuheshimu mume wake. Alula, udhuru wa kwanza katika miongoni mwa nyudhu ambazo mwanamke anaweza, sheria inamruhusu asimtii mume wake, idha amaraha bima yukhalifu shara, ni pale mume atakapomuamrisha mke wake mambo ambayo yanaenda kinyume na sheria ya Kiislamu, hapa mwanamke hatakiwi kumtii mume wake, hatakiwi kumheshimu mume wake, hatakiwi kumsikiliza mume wake, kwa sababu mwanaume anamwelekeza anamuamrisha mke wake mambo ambayo yanakwenda kinyume na sheria ya Kiislamu, kinyume na sheria za Allah na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mfano, maisha yamewapiga watu, mume akamwambia mkewe, mke wangu bana najua huko kwenu mna vikundi ambavyo mnakopeshana, mume wa, mke wangu nenda ukanikopee shilingi milioni moja mathalan, tutakuja kulipa ili tuendeshe biashara yetu, ili tufanye maisha. Lakini ndani ya mkopo huo wote wanajua kwamba ndani ya mkopo huo kuna riba. Mwanaume anamtuma mume mke wake nenda mke wangu ukakope kwenye kikundi chenu cha kukopeshana cha vikoba, kakope pesa kadhaa, ilhali wanajua ndani ya huo mkopo unayekwenda kukopa ndani yake kuna riba, kuna maasi, kuna kuvunjwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamke akimwambia mume wake siendi kukopa, yuko ana haki, wala hajatoka katika twaa ya mume. La taata limakhluqi fi maasiyati al khaliq, hakuna ruhusa ya mtu kumtii kiumbe chochote katika kumwasi Allah subhanahu wa taala. Huo ni mfano mdogo. Kwa hiyo mwanaume akimwamrisha mke wake jambo ambalo linakwenda kinyume na sheria, sio tu kwa sababu ameamrishwa na mme wake akafanye, ana ruhusa ya kukataa na wala hapati dhambi. Hilo ni jambo la kwanza ambapo sheria ya Kiislamu inamruhusu mwanamke kutomsikiliza kutomtii mume wake pale atakapomwamrisha jambo la kuvunja sheria ya Kiislamu, jambo la kuvunja sheria za Allah subhanahu wataala na Mtume Muhammadi swallallahu alayhi wasallam. Wa thani, na jambo la pili, miongoni mwa mambo ambayo yanaondosha kwa mwanaume haki ya kutiiwa haki ya kusikilizwa, haki ya kuheshimiwa, idha atada alaiha bildharbi au ilihana, ni pale mwanaume anapokuwa sasa anamfanyia mkee uadui wa wasiwasi, inafika mahala anamfanyia uadui, anampiga, anamdhuru, anamjeruhi, walihana au ilihana, au anamfedhehesha anamdhalilisha mwanaume anamfedhehesha mke wake, anamdhalilisha mke wake, anampiga anamuumiza, anamjeruhi. Sheria ya Kiislamu inamwambia mwanamke huyu sasa hawezi kumtii mwanaume wa namna hii, hawezi kumsikiliza mwanaume wa namna hii, hawezi kumheshimu mwanaume wa namna hii. Tofauti na hivi leo sisi tulivyo, mtu anaweza akampiga mke wake mpaka akamtoa na mangeo Uislamu, alafu anamtoa mangeo usoni. Mtume Muhammad sallam amekataza mwanamke kupigwa usoni, na kuna utaratibu wa kumpiga mwanamke dharban ghaira mubarajin au ghaira mubarijin, pigo ambalo haliumizi haliwezi kumletea majeraha. Lakini leo katika vyombo vya dola kuna mashtaka mengi mume kampiga mke wake mpaka kamtoa meno. Mume kampiga mke wake mpaka amemtoa jicho. Mume kampiga mke wake mpaka kamvunja mkono, hivi na vile. Ikweli wewe una mapenzi na mke wako kweli, mpaka unampiga hivyo? akikuuzi aki, kuna utaratibu, kuna mpango ambao Allah ameuweka kwa hivyo mwanamke, sheria ya Kiislamu inamruhusu akifanyiwa uadui, uadui ulio wa wazi na mke na mume wake. Miongoni mwa uadui ni wakupatiwa madhara ya kupigwa kila siku, kipigo kila siku, maumivu alafu akafanyiwa udhalili, udhalilishaji. Hapa sheria ya Kiislamu inamruhusu mwanamke asimtii, asimheshimu, asimsikilize mwanaume wa namna hii unamfedhehesha mke wako mbele ya watu, unampiga barabarani mpaka unamvulia nguo, anabaki uchi, unamtukana mbele za watu, unamfanyia mambo ya ajabu ajabu, iwe kwenye bajaji. Mtu anaweza kumpiga tu mke wake, mke wake barabarani, anamfanyia uadui, anamdhalilisha mbele ya watoto, mbele ya majirani, mbele ya watu baki. Sheria ya Kiislamu inamruhusu mwanamke huyu asipomuheshimu asipomtii asipomsikiliza mme wake, yuko sahihi. Wa thalitha, na jambo la tatu katika miongoni mwa mambo ambayo Uislamu unamruhusu mwanamke asimsikilize mme wake asimtii mume wake asimheshimu mume wake, jambo la tatu: idha lam yunfiq alaiha au qasara fi wajibati alasasiya ni pale mwanamume anapokua anapokuwa sasa hawajibiki kwa mke wake, kwa kumpa matumizi, hampi matumizi, hampi huduma ya chakula, hampi mambo ambayo wa ni wajibu yeye mume kuyatekeleza, au akawa anapunguza wajibu wake, hatekelezi wajibu wake kwa ukamilifu, na anafanya hivyo kwa makusudi katika zile wajibu za, za, za, za kimsingi za kisheria kama mwanamke apewe matumizi, anajitafutia riski mwenyewe alafu mume anacho anazo hela anao uwezo wa kumtunza na kumhudumia mke wake, lakini hafanyi hivyo kwa makusudi, au anafanya upungufu, basi mwanamke huyu katika yale mambo ya wajibu ya kisheria, mwanamke huyu sheria inamwambia hana wajibu tena wa kumtii mume wake, hana wajibu tena wa kumheshimu mume wake, hana wajibu tena wa kumsikiliza mume wake. Mume hatoi matumizi, ana uwezo wa kutoa matumizi, na kazi anafanya na pesa anapata, lakini hatoi matumizi. Anapeleka wapi? Mwanamke anajihudumia mwenyewe, anatoka asubuhi, mwanamke wa watu anahangaika huko na kule, anajitafutia riziki na watoto wake Halafu mume anafanya kazi, ana uwezo, hatoi matumizi, au ana uwezo lakini anatoa kinyume na, kinyume na, na, na, na huduma zinavyotakiwa za nyumbani. Bajeti ya nyumbani ni shilingi elfu kumi, unamwachia mwanamke shilingi elfu mbili na una uwezo wa kutoa elfu kumi. Haya, akafanyaje? Jambo la tano na la mwisho katika miongoni mwa mambo ambayo mwanamke au mwanaume akiyafanya Sheria ya Kiislamu inamruhusu mwanamke kutokumheshimu mume wake, kutokumtii mume wake, kutokumsikiliza mume wake, idha alimat bi khiyanatihi au dhalam au dhulmihi albayn. Mwanamke akijua khiana za mwanaume, mwanaume ana hela, anafanya mambo yake mwenyewe mwenyewe, hashirikishi familia, hamshirikishi mke wake, mwanaume ana hela, hatoi hatoi huduma za wajibu au anamdhulumu dhulma za waziwazi kabisa, dhulma za wazi, mifano iko mingi. Mwanamke akishajua kwamba mume wangu ananifanyia khiana, ana uwezo wa kunitunza lakini hanitunzi, ana uwezo wa kunijengea lakini anijengei, ana uwezo ambona ananifanyia khiana, ana uwezo wa kunipa huduma stahiki lakini hatoi, basi sheria ya Kiislamu kwamba kwa sababu huyu sasa amefikia mahala pa kuvunja uaminifu, basi mwanamke anaambiwa naye pia, sheria inamruhusu sasa. Hapa hakuna kumtii mume. Tumeeleza mwanzo kwamba sheria ya Kiislamu inamtaka mwanamke amuheshimu mume wake kwa hali na mali, ndio utaratibu. Lakini kuna mambo ambayo Uislamu katika sheria umeyaweka kwamba mwanaume akiwa nayo hayo mambo, anajiondosha mwenyewe katika kutiiwa anajiondosha mwenyewe katika kuheshimiwa, anajiondosha mwenyewe katika kusikilizwa. Wanaume wamekuwa wakilaumu na wakilalamika, hatuheshimiwi, hatusikilizwi, hatutiiwi. Wewe umetengeneza mazingira ya kuheshimiwa? Wewe umetengeneza mazingira ya kusikilizwa? Wewe umetengeneza mazingira ya kutiiwa na kuheshimiwa? Au unataka kuheshimiwa tu? Mambo ni yako mengi. Inafika mahala mwanaume anamwamrisha mke wake mambo maovu yanakuja, mambo maovu. Katika miongoni mwa mambo mabaya ambayo yamekithiri katika jamii yetu hii, mwanaume kwa sababu ametoa mahari, amemuomba na mke, anamlazimisha mke wake kumwendea kinyume na maumbile, na haya ndio yamekuwa ni mambo machafu katika jamii yamedhihiri. Hesi ni mke wangu bwana, mimi nataka tufanye moja mbili tatu, kinyume na utaratibu alioweka Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wanaume wa hivi hataki kutiiwa, hataki kusikilizwa, hataki kuheshimiwa, anakiuka mipaka ya Allah subhanahu wa taala. Tumwombe Allah subhanahu wa taala atuwezeshe kutii mipaka yake. Tumwombe Allah subhanahu wa taala atujalia mwisho wa kuwa mwema.